Mtazamaji, wa JKT Media, ni vijana wa kujitolea operesheni miaka sitini ya muungano, katika kikosi cha Mgambo JKT wanaenda kuumba umbo la Omega, ikiwa ni kuashiria ni mwisho wa mafunzo yao ya JKT. Hambatana nami kuona yaliyojili katika ufungaji wa mafunzo haya. mafunzo haya mliyopata, na waasa mkayatumie vizuri, ili kutimiza lengo la taifa la kuandaa kwa jeshi la akiba, na kamwe mtu yoyote asija akawalagai hatimaye mkajiunga na vikundi mbalimbali vya uhalifu kwani mtakuwa ni wasaliti wa taifa letu lililotumia gharama kubwa kuwaandaa. Vitendo sahihi vya gwaride, nyimbo na maonyesho mbalimbali yaliyoonyeshwa na vijana hawa wa kujitolea operation miaka 60 ya muungano vimenipa faraja na imani kubwa kuwa vijana hawa wamepata mafunzo kwa kiwango sahihi na weledi mkubwa. Hakika nawapongeza sana viongozi na wakufunzi wote kwa moyo wenu wa kizalendo na uhodari mkubwa. Akiongea kwa niaba ya mkuu wa majeshi, Brigedia Jenerali Hashim Komba alikuwa na haya ya kusema, tambua umuhimu wa vijana katika taifa letu la Tanzania. Mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Jacob John Mkunda kutoa miongozo mbalimbali ya jinsi ya kuboresha mafunzo ya vijana ili yaendane na madhumuni ya madhumuni ya kuanzishwa kwake. Aidha, ameona ni vyema nimwakilishe siku hii ya leo kuja kushuhudia ufungaji wa mafunzo haya. Lengo ni kuona jinsi gani vijana wameiva katika mafunzo haya ya awali ya kijeshi. Naye mwakilishi wa mkuu wa jeshi la kujenga taifa Kanali George Kazaula alisema mafunzo haya ni mwendelezo wa utekelezaji wa mawazo ya mwasisi wa taifa letu baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika uanzishwaji wa jeshi la kujenga taifa. Baba wa taifa aliwahi kusema, maana ya JKT ni taifa kudai huduma ya vijana na vijana kuitikia wito wa kulihudumia taifa kwa kazi yoyote inayohitajika. Hivyo kutumia mafunzo haya walioyapata vijana wanatakiwa kutekeleza wazo hilo kwa vitendo. Akielezea umuhimu wa mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa, Kamanda Kikosi Luteni Kanali Raymond Mwanri alikuwa na haya ya kusema. Mafunzo ya awali ya Jeshi la Kujenga Taifa kwa kujitolea yanamjenga kijana kuwa tayari kujifunza mafunzo mengi ya stadi za maisha, stadi za kazi ambapo kijana atakuwa na hali kujiamini na moyo wa kupenda kazi. Vijana hawa wametoka maeneo mbalimbali wakiwa na tabia, mienendo, elimu, dini na makabila tofauti. Lakini hii leo wote ni weledi baada ya kufundishwa, weledi wao umewafanya kuwa ni vijana wamoja, pamoja ambalo ndio lengo mojawapo la kuanzishwa kwa mafunzo ya vijana wa Jeshi la Kujenga Taifa. Mafunzo haya yametufanya kuwa na nidhamu zaidi kwa mamlaka zilizowekwa kwa kujitolea. Yametufanya tumekuwa wavumilivu, wajasiri, wachapakazi na kujenga ushirikiano miongoni mwetu kama vijana wa Kitanzania. Aidha, mafunzo haya yametujengea misingi ya jukumu la ulinzi kwa nchi yetu ikiwa ni pamoja na uzalishaji mali ambapo itatusaidia hata tutakapoondoka hapa kikosini na kurejea nyumbani. Hivi ndivyo ambavyo Mkuu wa Wilaya ya Handeni alivyohitimisha mafunzo ya vijana wa kujitolea Operesheni miaka 60 ya Muungano. Nikiripoti kutoka Mgambo JKT ni mimi ko projenifa mombek JKT Media <mucho>